Salam, tunaeleza kwamba naibu waziri ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI Suleiman Jaffo amemtaka meneja wa shirika la masoko ya Kariakoo Florence Seia kuandika barua ya kujieleza ni kwa nini sichukuliwe hatua kwa kukaidi kutotumia mfumo wa kielektroniki katika ukusanyaji wa mapato. Bits Eric anaarifu zaidi. Tatizo ni nini? <coughs> kale kwa Na ndio maana kuna matatizo makubwa sana ya wananchi hapa. Inaonekana hapa kinachotufanya ni kwamba hichi ni kichaka cha watu chakula fedha. Kauli hiyo ametoa jijini Dar es Salaam baada ya kufika sokoni hapo kwa lengo la kujionea jinsi linavyofanya kazi hususan katika suala la ukusanyaji wa mapato ambao awali Waziri Mkuu Kasim Majaliwa aliagiza kubadilisha mfumo unaotumika wa risiti za mkono na kutumia mfumo wa kielektroniki ambapo mwisho ilikuwa ni Januari kumi mwaka huu. Naibu Waziri Jaffo alitembelea sokoni hapo kwa lengo la kujiridhisha mfumo unaotumika katika ukusanyaji wa mapato ambapo mfanyabiashara mmoja Juma Hamis ajitokeza kutoa kero zao, huku akiomba ulinzi kwanza, ambapo naibu waziri alimpatia namba yake ya simu, na hali ilikuwa hivi. Simkonyeze, simkonyezi, nawambia ukweli. Naomba nitoe maelekezo yangu. Ehe, uko mikono salama, najua utakapoondoka wewe, mimi nitafuatwa na kundi la mijambo, nitakuachia kuambia kwamba kwa nini umeongea ukweli, kufukuza wewe na yeye kazi hana, kwa nini umeongea ukweli. Ukweli hapa mzee, bwana hapa, hapa, hapa kuna watu wamejiweka kama wao ndio wenye soko wakiwa wa kwanza ndugu kiongozi, meneja alituambia kama sisi tulipe shilingi elfu tatu na kama hatutaki serikali kama wewe, yani wewe, kwamba uliambia kwamba watoshi sisi tulipe shilingi elfu hizi, kwa maelezo ya meneja kwamba juu sikio kitu kama mimi niko juu ya bodi. Bodi imesema kwamba mlipe shilingi elfu hizi, na hiyo hela serikali ndio eh, imesema kwamba tukusanye hiyo hela. Kuomba mtufangie utaratibu kwamba mazao ya jumla ni wapi, ni Kariakoo ni Ilala, ili tuwe sehemu moja sababu nakuta kuna nyumba zimevunjwa, watu wameweka masoko yako sambusa. Kuna soko linaitwa Mabatini linaweka nyanya, ni nyumba za watu. Kuna nyumba iliyokuwa ya mkuu wa mkoa zamani, marehemu kunawekwa vitunguu Marehemu Mzee Ditopire. Naibu Waziri Jaffo amesema utaratibu huo unatakiwa kutumika nchi nzima ili kuimarisha ukusanyaji wa mapato. Hivyo ameagiza uongozi wa soko kuwa ifikapo Jumatatu wiki ijayo mfumo huo huo umeanza kutumika sokoni hapo ambapo pia amebaini kuwa wananchi wa kawaida wanalipa kiasi kikubwa cha kodi ukilinganisha na wakubwa. Kwa hali ya haraka haraka niliyoiona, ni risiti ni za kawaida kwa sababu eneo lile ndio eneo lina mapato makubwa sana. Ukihesabu idadi ya meza zilizozunguka zile, watu wanaofanya ni maanake, ni idadi kubwa sana ya watu wanaofanya zile biashara. Kwa hiyo ina maana kuna mapato mengi sana yanakusanywa kwa siku lakini kwa mapato yale, kwa mfumo unaotumika manake zaidi ya asilimia 80 au 70 inawezekana hayaingii katika mfumo wa serikali. Kwa mujibu wa uongozi wa soko, mapato ya soko hilo kwa mwezi yametajwa kuwa ni shilingi milioni 180, huku malengo yakiwa ni milioni 190 kwa mwezi, ambayo hata hivyo amebaini kuwa ni madogo ukilinganisha na idadi ya wafanyabiashara. Kama mama mmoja ambayo ana meza hata huu kubwa hautoshi, analipa shilingi elfu tisini, analipa elfu tisini kwa mwezi. Umeona kile kimeza ambao mama anaona mafungu matatu ambao ndio ukubwa wa meza yake analipa shilingi elfu tatu kwa siku, na risiti anaye alafu analipa milioni kumi. Eh, eh, weka vizuri sana maelezo yako manake si, mimi sihitaji masihara hapa lina aa pale tunapata karibu milioni 14 kwa sababu kwa siku wanaleta watu wako 125 mpaka 130. Kwa hiyo tunapata karibu milioni 14 mpaka 15. Halafu eneo tunasema mzunguko wa soko. Baba, ni mama mama, wewe ni mtu wa fedha. Nipe calculation nipekalikureshiikaliao kusanya ngapi kwa mwezi? Kwa mwezi tunakusanya milioni hmm. 180. t wafanyabiashara wa soko la Kariakoo jijini Dar es Salaam ambao wameshika mabango ambayo yana ujumbe tofauti, nia ikiwa ni kufikisha kilio chao kwa naibu waziri Tamisemi Jaffo. Nikiripoti kutoka hapa soko la Kariakoo jijini Dar es Salaam, Beatrice Erki, Channel 10.